kazi wa eneo la Muslim katika wadi ya Musikoma eneo bunge la Kandui kaunti ya Bungoma, wanalalamikia hali mbaya ya barabara kuu ya Muslim hadi kwa chifu, wakisema inatatiza shughuli za usafiri. Wakazi hawa wanadai kwamba msimu huu wa mvua barabara hiyo imeharibika na kusababisha ajali kila wakati. <coughs> Na hii barabara imeharibika kwa muda mrefu sana. Hata jana mvua ilinyesha mingi, watu alianguka, mwingine akaanguka hapa na mtoto akazimia, akapelekwa hospitali, sa tujui mtoto anaendelea aje. Si tukachukua jukumu kufunga ili watusikie kilio yetu. Chifu ya amekuja asubuhi akaweka vijana wake wa mkono, akatoa na akaenda shughuli yake, na akatuambia hatutukua wangwana, hiyo barabara watatengeneza tu. Sasa tujue watatengeneza dini, kwa sababu inaendelea kuharibika hii barabara. Ni barabara inaingia kwa chifu, lakini tangia mvua ianze hii barabara imekuwa na mashimo, kuna watu wengi wameumia jana, kumekuwa na incidents watu wameumia sana hata kuna mtoto mwenye sahi baada ya kuhospitali mwenye alicollapse jana, tulijaribu kumfanyia first aid but uh, ikashindikana. Ilichukua kitu 30 minutes mtoto arudishi fahamu. Watu wengi wameumia, si watoto si wazee si wenye bodaboda. Kwa hivyo tunalia tu MCA wetu pamoja na chifu wetu waungane wapate kututengenezea hii barabara, watoto na wana, wanaume na wazee waache kuangaika wakianguka hapa.